Tusalie na masuala yanayohusu wanawake ambapo muungano wa viongozi wa kike katika Kaunti ya Trans Nzoia umetaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kuhakikisha kuwa hakuna mama anayepoteza maisha wakati wa kujifungua. Katika warsha iliyohudhuriwa na wanahabari na wadau kutoka sekta mbalimbali wakiwemo watetezi wa haki za binadamu, muungano huu ulieleza masikitiko yao kuhusu vifo vya kina mama wa hospitalini. Walitoa wito kwa serikali na mamlaka husika kuongeza idadi ya wa wahudumu wa afya, kuhakikisha upatikanaji wa damu ya kutosha, dawa na vifaa vya matibabu hasa katika vitengo vya afya ya uzazi na watoto. Na kama wanawake imetufanya tumekuwa na hasira kwamba hii swala la wamama kukufa wakijifungua waki ni swala linaanza kukita mizizi katika gatuzi la Trans Nzoia. Hiyo imefanya tumesema ni vyema tuzungumze ile swala kwa niaba ya huyo mama na wengi ambao wanakufa kwa sababu ya matibabu haba na ukosefu wa matibabu katika ma, uh, hospitali zetu. Ni swala la haki za kibinadamu na linatusumbua. Tungependa wasimamizi wa hospitali waweze kutu, kutujulisha mapema iwapo kuna upungufu wa damu, ndipoza wananchi waweze kujitolea ili waweze kutoa damu kusiche kukapatikana na um, kifo ambayo inatokana na ukosefu wa damu katika hospitali zetu.